Tuangazie voliboli sasa, ambapo GSU ilithibiti nafasi yake ya tatu katika msururu wa ligi kuu ya voliboli ya wanaume baada ya kuishinda NYS seti tatu kwa moja katika mechi ya ligi kuu iliyoandaliwa hii leo katika uwanja wa Nyayo, Nairobi. Tizama mchuano huo kwa kishindo huku ikishinda seti ya kwanza alama 25 kwa 15. NYS ilirejea katika seti ya pili ikiwa imeimarika na kushinda seti hiyo pointi 25 kwa 22. GSU ilitawala seti ya tatu na ya nne alama 25 kwa 20 na 25 kwa 18 mtawalia, na kuibuka mshindi. Ushinde huo ulihusisha ama ulishusha matumaini ya NYS ya kufuzu kwa michuano ya mwondowano, ilhali GSU sasa imetinga awamu ya mchujo itakayofanyika mwezi ujao. Katika matokeo ya mchuano mwingine uliochezwa katika uwanja huo huo, Trail Blazers iliandikisha ushindi wa seti tatu kwa moja dhidi ya Kenya Forest Service.